Asante kwa kutuni in katika chaneli yetu nzuri na pendwa. Leo tunaenda kuangazia au kuangalia faida za kiafya za kunywa juisi ya embe. Uh, mara nyingi watu wamekuwa wakila maembe na wakati mwingine watu wamekuwa wakitengeneza juisi ya maembe, lakini wengi hawajui faida za kiafya za kutumia juisi ya embe leo, naenda kukupa faida kumi ambazo zinatokana na zinatokana na unywaji wa juisi ya embe. Faida ya kwanza ni kwamba juisi ya embe husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu juisi ya embe ina kiwango kikubwa cha vitamini C na vitamini A ambavyo husaidia mwili kupambana na magonjwa na maambukizi kwa kuongeza seli nyeupe za damu. Mtu anayekunywa juisi ya embe mara kwa mara anaweza kuepuka mafua na homa za mara kwa mara, hasa katika vipindi vya baridi. Faida ya pili ni kwamba husaidia afya ya macho. E, e, juisi ya embe inasaidiaje e, afya ya macho? E, juisi ya embe inasaidia e, inasaidia afya ya macho kwa sababu embe lina beta carotene ambao hubadilika kuwa vitamini A mwilini inayosaidia kudumisha macho yenye afya na kuzuia matatizo ya ukungu wa macho au upofu wa usiku. Mwanafunzi anayekunywa juisi ya embe atapata msaada katika kuboresha uwezo wa kuona kwenye giza au mwanga hafifu, mfano wakati wa kujifunza usiku. Faida ya tatu e, ya, ya, ya kiafya ya kunywa juisi ya embe ni kwamba juisi ya embe hupunguza matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kivipi? Juisi ya embe ina nyuzi nyuzi na enzymes kama am, amylase zinasaidia kuvunja vunja wanga na kurahisisha usagaji wa chakula tumboni. Mtu anayesumbuliwa na kujaa gesi au tumbo kuuma baada ya kula anaweza kupata nafuu kwa kunywa juisi ya embe baada ya mlo. Faida ya nne ya kunywa juisi ya embe ni kwamba juisi ya embe husaidia ngozi kung'aa na kuondoa madoa Vitamini C na antioxidant vilivyomo kwenye juisi ya embe husaidia katika kutengeneza collagen protini inayohitajika kwa ngozi laini na yenye afya. Pia usaidia kupunguza chunusi na madoa. Kwa hiyo mtu ukitaka ngozi laini, moja ya juisi ambazo unatakiwa unywe sha ngozi yako, kumbuka kwamba ngozi ina inarutubishwa ina kutoka ndani, na moja kinachosaidia kurutubisha ni unywaji wa juisi ya embe. Kwa hiyo kama kuboresha e, ngozi yako basi tumia kwa mara e, juisi ya embe. Mtu anayekunywa juisi ya embe mara kwa mara anaweza kuona ngozi yake kianza na mvuto zaidi, hasa kwa vijana uliokumbwa na chunusi. Faida ya tano ya kunywa juisi ya embe ni kwamba upunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Juisi ya embe ina potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu pamoja na antioxidants zinazopunguza kiwango cha cholesterol mbaya mwilini. Mzee mwenye pressure ya kupanda anaweza kupunguza hatari ya kupata shambulio la moyo kwa kujumuisha juisi ya embe katika mlo wake. Faida ya sita ya kunywa juisi ya embe ni kwamba husaidia kupunguza uchovu na kuongeza nguvu. Juisi ya embe ina sukari asilia, fructose na glucose inaongeza nishati mwili mara moja na hivyo kusaidia kuondoa uchovu wa mwili. Yaani, eh, ukikunywa juisi ya embe, sukari iliyopo kwenye embe aina ya fructose na glucose inasaidia kukupa nguvu kwa hivyo kupunguza uchovu na kuongeza nguvu. Mtu aliyefanya kazi nzito mchana kama shambani anaweza kunywa glasi ya juisi ya embe ili kurejesha nguvu na kuendelea shughuli zingine. Faida asaba, ni ya saba ya kunywa juisi ya embe ni kwamba husaidia kuzuia upungufu wa damu, anemia. Kwa nini? Kwa sababu embe lina kiwango kizuri cha madini ya chuma, haya na vitamini C ambavyo husaidia kuongeza wingi wa damu mwilini. Kwa mfano, mwanamke mjamzito anayekunywa juisi ya embe anaweza kusaidia mwili wake kuongeza damu na kuepuka dalili za upungufu wa damu kama kizunguzungu. Faida anane, ya nane ya kutumia juisi ya embe ni kwamba hupunguza madhara ya joto kali mwilini. Juisi ya embe ni nzuri kwa kutuliza joto la mwili wakati wa kiangazi kwani husaidia kurejesha maji mwilini na kuzuia kupungua kwa chumvi mwilini, yaani kwa Kiingereza inaitwa dehydration. Mfano, mtoto anayependa kucheza jila eh, mfano, mtoto anayependa kucheza juani mchana anaweza kupata nafuu ya haraka dhidi ya joto kali kwa kunywa juisi ya embe baridi kabisa. Faida ya tisa ya kunywa juisi ya embe ni kwamba juisi ya embe husaidia afya ya ubongo na kumbukumbu. Juisi ya embe husaidia afya ya ubongo na kumbukumbu. Kivipi? Vitamini B6 au B6 na glutamine vilivyopo kwenye embe husaidia katika kuboresha utendaji kazi wa ubongo na kuimarisha kumbukumbu. Mfano, mwanafunzi anayekunywa juisi ya embe kabla ya mtihani anaweza kupata msaada wa kuongeza umakini na uwezo wa kukumbuka masomo vizuri. Faida ya kumi na ya mwisho kwa ambayo tutajadili leo eh, ya unywaji wa juisi ya embe ni kwamba juisi ya embe uchangia katika kupunguza msongo wa mawazo stress. Eh, juisi ya embe inachangia katika kupunguza msongo wa mawazo ni kwamba juisi ya embe ina magnesium na vitamini B ambayo husaidia kupumzisha misuli na kuleta utulivu wa hisia na kusaidia kupunguza stress. Ninarudia tena. Juisi ya embe ina magnesium na vitamini B. Ambayo, kupumzisha misuri na kuleta utulivu wahsadpfaaz enye siku yenye msongo ofisini anaweza pia ni tiba asilia kwa mwili. Kunywa kikombe kimoja embe kila siku kunaweza kusaidia kuwa na afya njema na kuimarisha maisha ya kila siku. Kwa unapokunywa juisi ya embe, kumbuka kwamba ina faida mbalimbali kiafya. Kwa kuhitimisha nitazitaja haraka haraka faida tulizosoma kwa leo au faida tulizozipitia kwa leo ni kwamba faida ya kwanza, juisi ya embe, ya embe, huimarisha kinga ya mwili, faida ya pili husaidia afya ya macho, faida ya tatu hupunguza matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, faida ya nne husaidia ngozi kung'aa kuondoa madoa na faida ya tano hupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo, faida ya sita husaidia kupunguza uchovu na kuongeza nguvu faida ya saba, husaidia kuzuia upungufu wa damu, yani anemia, faida ya nane, hupunguza madhara ya joto kali mwilini, faida ya tisa, husaidia afya ya ubongo na kumbukumbu -kumbu. na faida ya kumi ni huchangia katika kupunguza msongo wa mawazo, yaani stress. Usisahau ku comment au kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye. bye.